ya vitu ambavyo mnapenda kuchunguza ni root causes za hii sakata iliyotukuta, na kwa maneno yako hapa ya wakati na baada ya uchaguzi, lakini huko uwezekano kwamba yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi ni matokeo ya mambo mengine yaliyofanyika nyuma kabla ya hapo. Kama nyinyi mawanda yenu ni ya wakati na baada ya uchaguzi, hamuoni kwamba mtaacha mambo mengine yaliyotokea kabla ya hapo ambayo pengine ndiyo yalisababisha. Swali so, la pili na tatu, pamoja na kwamba umesema mnayo mamlaka ya kutafsiri hadidu za rejea, lakini nadhani zile ambazo wamewapa yule aliyeunda tume mtazizingatia sana. Wakati anatangaza hii tume, alisema baadhi ya hadidu za rejea na kuna mambo yaliyasisitiza. Kwa mfano, alitaka muende mkawahoji watu ambao wanahisiwa kushiriki hasa wale ambao lea wakatukia neno waliosema watakinukisha ni neno moja tu, lakini neno hilo hilo, hilo watatu, watakinukisha limetumika, tumesikia kwenye kesi ya naokabiliwa na mwenyekiti wa Chadema mahakamani na likawa ni sehemu ya mabishano ya kisheria mahakamani, na huyo ameunda tume anataka mwenu mkawawoji watu waliosema watakinukisha. Ni vipi mtakwenda kulifanya hilo kwa kitu ambacho kipo mahakamani. Asante sana, asante na nashukuru. Karibu mwenyekiti Badile. Asante sana. Mimi naitwa Deodatus Badile ni mwenyekiti wakiwala walio na malili mtendajiaatea wa, wa. janue eneo moja ambalo linazungumzwa sana kwenye vyombo vya habari na kwenye mijadala sehemu mbalimbali kwamba tume hii iliyoundwa imesheheni watu ambao umri wao umekwenda juu sana, lakini vijana ambao ndio walikuwa chanzo cha haya matatizo hawamo kwenye hii tume. Mtafanya nini kuwashirikisha hao vijana na kuwaaminisha kwamba yale ndiyo yaona ndiyo yatakayokuwa yamewekwa e e wazi, kama umesema kwamba kwa uwazi kutamalaki, bila wao kuwekwa kushuhudia wakati mchakato unaendelea. Asa. asante asante eimeena Asante, mimi ni Mela ni wahili mtendaji wa jarida la Fama nawameka na kampuni ya Media Press. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na dukolako ni kwamba kumekuwa na kauli za viongozi wakuu kuhusiana na sababu za yale yaliyotokea, na kumekuwa na tuhuma kama vile wakipewa fedha walishawishiwa elfu moja bilioni tano. Je, hili hali naliwankazi inayokwenda kuifanya kwamba tayari serikali kwa maana ya viongozi wake wameshatoa kauli ambazo zinatoa mwelekeo wakina cha cha cha cha tatizo lenyewe. Ya mwana pili, tume ina siku tisini na nii mko tisa maeneo yaliotokea mumni mengi na kuwafikia watu lengo moja ni kusema kuna tatizo. watu wake sijui satsh kini kamba, pengine tumekuwa na kitu kama zile mahakama za Rwanda na chaji ambazo watu wamekwenda pale kuzungumza na kuzungumza mambo yao na kulia kwao, ili wapate uponyaji ni baadaye, kwa sababu si rahisi kwamba wote watafikia tume yako.

uundaji wa tume lakini msema sisi tutaomba ushirikiano, na sio jambo la ajabu watu kuto kushirikiana na tume za uchunguzi za aina hii. Mimi nimefanya kazi kwenye tume nyingi za kimataifa ambazo ile nchi husika haishirikiani na tume ya uchunguzi, lakini uchunguzi unaendelea lakini kwa hapa tutawabembeleza, tutawaomba, maana hatwendi kushuru tishani kwa sababu wana nafasi kubwa e, kwa sababu hatuangalii tu yaliyotokea, lakini pia roadmap ya huko tunakokwenda e, roadmap ya huko tunakokwenda, na moja katika adidi zetu tumeombwa tupendekeze hatua za kuweza kuimarisha na kufikia huko eh, kutoka tutakachogundua na huku Tanzania ambayo salama amani mambo ya katiba mpya au katiba inayopendekezwa na kadhalika. Kwa hiyo kwenye ile process, ni process gani? wakati gani? Kwa hiyo sisi tutaomba ushirikiano eh, tutaomba ushirikiano kwa kila mtu, hata aliyekataa, tutamuomba tutamuomba, eh, sio mara moja, hata mara tatu eh, tutamuomba tushirikiane naye tushirikiane eh, naye, lakini yeah, root causes kwenye tukio kwenye ni la siku tatu tulioambiwa, lakini tuna kabisa kwenye root cause analysis, lazima urudi nyuma tena nyuma sana hiyo tunarudi nyuma huko, hiyo tutakuwa pamoja kwenye kubaini root causes. Tukio limetokea 29 na siku tatu mfululizo pale, lakini inawezekana limetoka mbali sana, turudi huko nyuma, turudi huko nyuma, tusaidiane pamoja kuwa na root causes, kwa sababu mjadala baadaye utakuja, tuongelee hizo root causes. Eh, kwe, zile, lakine, kwa nazi. Kwa hiyo sio swala la siku tatu zile, lakini tunakwenda nyuma kuangalia root causes. Hiyo ingine, sisi tunaona kuna kauli kweli kauli nyingi za viongozi na kadhalika. Sisi tunajikita kwenye mawili hadidu za rejea, hadidu za rejea na mpaka sasa hivi hatuna amri ya mtu yoyote. Tunaanza na clean slate, hatuna ushahidi hata kidogo eh. Tunaanza from zero ili kuona tunatafuta ushahidi gani. Eh, tutapima ushahidi, tutapima nyaraka, tutakuwa wata wata wata wata na wataalam watatusaidia, watu wa data, watakwimu na kadhalika. Kwa hiyo najua kuna kauli hizi zinatolewa na hivi na nini e, mbali mbali, dhani, e, tusi, tusi e, na hisia mbalimbali, lakini nadhani tusiofia sana kweli. Eh, umri mkubwa e, na umri mkubwa, lakini umri pia unakwenda na uzoefu, lakini kikubwa, kama unavyosema wadau wakubwa ni nani? Eh, wadau wakubwa lazima wa vijana mbinu, mbali, mbali, vijana. Vijana waliosoma. Wasiosoma. Eh, kwa hiyo tutakuwa na mbinu mbalimbali za kushirikisha vijana, sio vijana waliosoma tu, wasiosoma, wenye ajira, wasio na ajira, wa mazingira gani? Eh, hao ni constituency yetu, tunaona ni ni eneo kubwa uh, la kuwa nao uh, ili tuweze ku eh, uh, kwa sababu wana majibu mengi eh, majibu mengi kwa hiyo hatuwahoji nawahoji kwa kupata majibu e, unaelekea kwa kupata uh, majibu e. Muda wa tume e, kweli muda uh, unakimbia kama navyosema, lakini tunaona ngoja tuone hizi siku tisini e, kama tutaweza kukamilisha kazi yetu, lakini kama tunasema sisi tunataka kukamilisha kazi kamilifu, hatutaki kukamilisha kazi e, rejareji rejareja reja. E, tufanye kazi kwa kikamilifu kwa kiwango, kwa sababu tunajua tutapimwa na no watanzania lakini tutapimwa na kila mtu ndani na nje ya nchi e, hiyo tunaelewa e, tunaelewa, lakini tunaomba tu watupeni muda e, waambie wenzetu watupe muda, alafu tupimwe tusipimwe kabla hatujaanza mtihani e, tufanye mtihani huu mtupe maksi yeah, tu- tuweze eh, kuendelea, tupime kabla, lakini sisi tunaelewa. Kwa maana unasema tumejikita kabisa kwa Watanzania, wanataka nini, tuwape nini? Yeah, ili eh, kweli kama njia moja ya kupona eh, kilichotokea, eh, sababu wote tuko kwenye maumivu makubwa, lakini tuone tunajiponesha vipi sisi wenyewe. Asante eh, Asante, tumesikia uh... mwenyekiti akisema kwamba wasipimwe kabla ya kufanya kazi.